Kuna jamaa anaitwa Justin Muturi ameongea, ame jana ameongea mengi, ameongea mengi sana, lakini hiyo mengi apeleke kwa idara ya ujasusi ama kwa ESCC wachunguze hiyo maneno, kwa sababu mimi pia nina mengi ya kusema juu yake. Mimi kabla ya uchaguzi ya 2022 alikuwa spika yangu, nilimwendea nikaambia, bwana spika, si support baba yangu anataka kuwa president aliniambia afadhali hii mwizi yetu ambaye anaitwa Ruto kushinda baba yako. Sasa leo Ruto amekuwa mtu mbaya jameni kwake. Hiyo ujinga kama hiyo sisi tulitoka. Hatuwezi kudanganya na vitu kama hizo. Jambo la pili mimi kama mbunge nataka kuleta msaada nyingine. Yeye ameongea juu ya mambo yote, akoongea juu ya mambo moja. Kuna jumba hapo bunge inaitwa Bunge Towers, ambaye kuna maofisi ya wabunge. Hiyo nyumba wakati tumekaa chini kama wabunge, ilikuwa inafaa ijengwe na 6 billion. Wakati Muturi anatoka kwa ofisi, hiyo nyumba ilijengwa na 27 billion. Hapo pia afafanulie sisi kidogo ili tujue hiyo nyumba imetoka 6 billion namna gani na ikafika 27 billion. Fafanua hiyo pia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nataka kualika deputy governor ya hapa Mombasa.